Tuna lazima kila mmoja anasema kwamba tunajivunia imani yetu. Leo tunapomaliza mwaka, lazima kila mtu atathimini imani yake ikoje, imeyumba. Tunajivunia imani yetu, sisi ni Wakatoliki na ninapoitwa Mkatoliki nafurahia ukatoliki wangu, na kama eh, Petro alivyoahidiwa, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, hakuna kitakachoweza kulishinda Tungekuwa ili kanisa linaongozwa kibinadamu, kibinadamu, binadamu tu, lingekuwa limeshafifia toka zamani. Limepitia misukosuko mingi, lakini ili kanisa ni la Kristu mwenyewe, na ndio maana lipo mpaka leo. Propaganda mbalimbali zilitolewa enzi hizo katika historia ya kanisa. Pamoja na propaganda zote hizo mababa wa kanisa walisimama na wakaweza kutetea imani, na ndio maana tunajivunia, najivunia kumkatoliki, najivunia na ukatoliki wangu. Sio mtu wa kutangatanga, sio mtu wa kuyumbishwa na kutiishwa na mtu kwa sababu tu angependa niwe kwake. Hapana, tuwe wakatoliki wa moyo toka moyoni hasa kumsikiliza mama kanisa anatuambia nini katika maisha yetu. Tunapoangalia mwaka huu, wengine tulikosokoswa na magari wenda, wengine tulipata hivi, wengine ndio ugua, lakini Mungu ameniongoza na katika kuniongoza huko niko hivi nilivyo. Eh, pengine hiyo tarehe 29 tisa hiyo Oktoba, mwingine tulikosokoswa na, na, na, na, na, na, na risasi huko nyumbani kwako hapo upo ulivyo sasa. Mungu anakusimamia una cha kutimiza. Haina maana waliokufa wale waliokufa hawajaona hawataona. Mwaka huu tuseme kwamba wao ni wa, ni, ni ndio sio wa dhambi? Hapana, tujue sisi tunaoishi leo hii Mungu ame, a, a, a, ametupa nafasi tutimize wajibu wetu vizuri pasara, ili tutakapokufa tukapumzike kwa amani. Ona watanie watu sehemu fulani, unaweza katania akatania, alafu malaika kawa hivyo. Ndio maana sisi si kitu eh. Ndio maana namshukuru Mungu, nasema Mungu, ni wewe unatupa, unatufanya tuwe na maana katika maisha yetu.